Mwenyekiti mtendaji wa IPP Dr. Reginald Mengi amezitoa pongezi hizo mkoani Kilimanjaro wakati wa mahafali ya kidato cha sita ya shule ya sekondari ya wasichana Ashira, yaliyoambatana na harambee ya ujenzi wa uzio wa shule, ambapo jumla ya shilingi milioni 151 zikiwa taslimu na ahadi zilikusanywa. Kwa bahati mbaya sana, nchi yetu, kwa sababu ambazo wote tunafahamu, imegeuzwa kuwa shamba la bibi na vile vile nchi yetu imekuwa tambara bovu na kila mahali unapogusa inatoboka, kwa sababu ya rushwa. Swali so, moja na muhimu ambalo Watanzania kwa ujumla wao wanajiuliza ni tulifika fikaje hapa. Kwa hivyo kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu nimpata rais ambaye amekubali kushughulikia tatizo hili kwa ujumla wake, na Mungu azii kumsaidia ili aweze kutumikia Watanzania katika changamoto hii kubwa ya rushwa na wizi wa mali ya umma. Katika mahafali hayo Dkt. Mengi ambaye alikuwa ni mgeni rasmi aliwataka wahitimu mia tatu tisini na wanafunzi wanaoendelea na masomo wajiamini kuwa wanaweza kujiletea maendeleo kwa jitihada zao wenyewe. Watu wengi wanaume kwa wanawake wanadhani mwanamke ni namba lakini Mungu hakumumba mtu yoyote namba 2, wote tumeumbwa namba 1. <coughs> Na kwa kiumombo, I'm number one. <coughs> Msikubali, nyewe wasichana, mnaambiwa eti nyewe namba 2, kaeni huko nyuma. Hapana. Katika kuwachagiza wasomi kwa bidii Dkt. Mengi ameahidi kumzawadia shilingi milioni moja kila mhitimu wa shule hiyo atakayefanikiwa kupata daraja la, la kwanza kwenye mtihani ujao wa taifa mapema. Wakati wa hafla hiyo iliyoenda sanjali na utoaji wa vyeti kwa wahitimu, mwenyekiti wa bodi ya shule hiyo Askofu Dkt. Martin Shao alisema waliamua kuendesha harambee ya ujenzi wa uzio kwa awamu mbalimbali ili kulinda usalama wa wanafunzi, walimu na mali za shule na tuliwashirikisha wazazi, wakalipokea vizuri. Tukashirikisha ndugu wenye mapenzi mema na vijana wetu elimu katika nchi hii wakalipokea vizuri kwa, tumeanza michango huko nyuma, awamu ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano, kuhusu kujenga ukuta kwa usalama wa vijana wetu wanaosoma hapa. Tumepiga hatua, lakini bado hatujamaliza. Mkuu wa shule hiyo mwalimu Elizabeth Abdala na mwakilishi wa wazazi bwana Avereni Njao waliwataka wahitimu wawe mabalozi wazuri wa shule hiyo na wajibidishe kupata elimu ya juu zaidi. Ninawasihi mdumishe nidhamu na kutumia vizuri stadi za maisha mlizopata hapa shuleni ili muweze kupambana na changamoto za maisha ya kila siku popote mtakapokuwa. Muitumie elimu vizuri, Muhakikishe kwamba sasa mnafanya vizuri katika mitihani yenu, mnajiunga na vyuo vikuu, halafu baadaye mnakuwa wataalamu wa nchi hii.